Tunaambiwa umeme wetu tunaotumia unazalishwa na maji. Sasa mbona umeme nikiutia na maji unaripuka? Kwenye kujibu swali hili, nitakupeleka kidogo jinsi gani umeme unazalishwa kupitia maji, ikisha baadaye tutakuja kulijibu hili swali kwa pamoja. Maji yanahifadhiwa kwenye bwawa, yakisha kuwa mengi yanafunguliwa kupitia njia maalum. Kupitia njia hii, bila shaka maji yatakuwa na nguvu, kwa sababu yako mengi na ile njia ni ndogo. Kwenye hii njia kuna kitu kama feni kinaitwa turbine ambacho kinazunguruka. Kinazunguruka vipi? yale maji yanavyopita pale kwa nguvu yanalizungurusha lile feni, ambalo feni hili limeunganika moja kwa moja na jenereta juu kinachotokea lile feni likizunguruka, na lile jenereta ndio linazungurushwa. Kila linapozunguruka jenereta hili linazalisha umeme kupitia kwenye transfoma, na umeme unakuja moja kwa moja. Kwa maana ya haraka, ni kwamba nguvu za maji zimetumika kuzungusha jenereta, na sio kwamba maji yamezalisha umeme, kama kwamba nimekwenda kuchukua waya kisha nikatia kwenye maji kisha nikapata umeme. Hapana. Nguvu za maji zimetumika kuzungusha jenereta. Ni sawa sawa na ule mfumo ambao maalum maarufu sana tunaujua kwenye baskeli, kuna kitu kinawekwa kama kinu, kile kinu kimegusishwa kwenye tairi. Kila mtu anapoendesha baskeli, kile kinu kinakuwa kinazunguruka na kinazalisha umeme ndio mfumo huu huu ambao umeme unaozalishwa kwa nguvu za maji unazalishwa, ni sawa sana, mfumo huu ni sawa sana, naweza kukwambia pale kwenye tairi, ondoa weka maji. Sasa nakupa mfano. Kwa mfano kwamba maji haya yaliyopo kwenye bwawa yakazidi kiwango, mwisho yakapita njia nyingine yakiingia kwenye hilo jenereta, matokeo yake kutakuwa hakuna umeme, ikiwa kwamba maji yale yaliingia kwenye lile jenereta na jenereta likasababisha shoti au umeme ukakata. Ndio hivyo hivyo, usije ukajaribu kutia umeme maji, utaripuka. Alzenjbary Technology, kazi yangu ni ile ile, kukwambia mambo ambayo huambiwi. Usisahau kusubscribe na kama na lolote, njoo sehemu ya comments.